Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube yetu hii pendwa. E bwana, kama ilivyo ada yetu, leo tumekutana na miongoni mwa vijana ambao wana vipaji. Wanavipaji eh, huyu jamaa anajua kutangaza mechi kidoma noma. Hivi karibuni katika pita-pita zangu kwenye mitandao ya kijamii niliona baadhi ya clip zake zikimuonyesha akitangaza mechi za NBC Premier League kwa lugha ya Kiarabu, jambo ambalo e, limenishangaza kidogo. Nikasema huyu jamaa sio Mwarabu, na anatangaza hizi mechi kwa Kiarabu eh, na ni jambo ambalo limenifanya nimtafute. Kwao tuko hapa, ili tuweze kumtambua kiufupi yeye ni nani, na safari yake nzima ya utangazaji imeanza jianzaje. Bwana mambo vipi? Apoa bro, mzima kabisa ami, mzima. Kiufupi wewe ni nani? Uh, mimi ni jina langu kabisa naitwa Abdul Nur Lespicius Kagande, uh, ila jina maarufu ambayo mitandao ya kijamii watu wanalijua ni Kagande Boy, Kagande Boy. Yeah. Yeah. Bwana, uh, ningetamani uniambie um, kiufupi uh, background yako. Wewe ni nani haswa kabla tujaenda mbele zaidi? Uh, mimi ni kijana Kitanzania inajulikana na, na ni kijana ambaye nimezaliwa mkoa wa Kagera, mkoa wa Kagera, nimelelewa pale Manispaa Bukoba pale, ila baada hapo apo nimepelekwa Mwanza, nimesoma pale, nimeenda mkoa Simiu soma kule nini yote nasomea uh, sekta ya Kiarabu, masomo ya Kiarabu. Hivyo olevo nimeisomea uh, Simiu, nimepigia pale, nimemaliza pale, kaja nikamalizia uh, Mwanza. Mwanza. Ya. Yeah. Na Kiarabu ulisoma combination gani advance? Ah, uh, combination yangu ilikuwa sana sana ni sekta ya language, yani lugha ambayo ni arabiki Arabic, ya so, yeah, yeah, na Mungu alinjalia nikapata uh, grade 1 kwenye sekta arabiki so. Okay. Ulienda chuo? Ah, uh, chuo sikwenda kwa sababu hata huko kwenye Kiarabu kule ni shu, yani ni ni shule, ingawa masomo tunasoma kwa njia ya arabiki. Yaani kule nini, sabati nini, inaitwa nini, historia nini nini, jeografia ni masomo tunasoma, lakini ni kwa njia ya arabiki. Vitu vyote ambavyo mlikuwa mnasoma mlikuwa mnasoma kwa kutumia lugha ya Kiarabu. Of course njia ya Kiarabu. Baada um, ya hapo, baada ya kumaliza advance nini ambacho ulikuwa unatamani kukifanya? Uh, kweli mimi ndoto zangu mwanzo kwanza, uh, South Africa, South Africa. Mwezi wa tano na so, nilikutana na kijana mmoja anaitwa nani Ahmed ni rafiki yake na engineer amesomaga wote m kucheza mpira injinia akija juu chini, mweze kukutana ili akupeleke South Africa yani, na, na nakumbuka mwaka huu mwezi wa pili pia nimepanda stage moja na kina, nini, Steve Mbea, kule. Akingaja kuona hizi ni sector zote ambazo ni maarufu sana Tanzania ja zina watu wengi. Yaani comedians ni wengi sana. So nikaamua nitafute kitu ambacho nitakuwa ni mimi na kama tutakuwepo basi hatutakuwa wengi sana. Yaani kitu uniki. Eh ya, yeah, kitu ambacho kitakuwa ni mimi mwenyewe na kama yupo mwingine basi hawatakuwa wanazidi wawili au tatu. Ndio nikaamua kuamua sasa kuanza idea ya kutangaza mpira kwa Kiarabu. Tangaza mpira kwa Kiarabu. Ya, yeah, so niliona nikitangaza kwa Kiswahili wapo wengi, kwa Kiingereza wapo wengi. Na ni lugha ambazo ni, ni, kwa Tanzania hii zimeshikilia sana English na Kiswahili. Kwa hiyo nikaamua nitafute lugha ambayo najua kabisa itakuwa ni kitu cha tofauti sana kwa watu kwa Watanzania. mm. hiyo idea ya kuingia na kuingia mjini kwa namna kama hiyo. Kwa hiyo ah, kiufupi wewe ni mtu ambaye umebarikiwa, una mbungi unalipiga vizuri sana eh, kuimba, unaimba eh, usha kuandika nyimbo hata moja? ah, katika kutunga tunga zangu mimi nilikuwa napenda sana kutunga, kwa sababu nilikuwa nasoma kwenye sekta za Islami, nilikuwa natunga mashairi, mashairi tu ya Kiarabu nini ya Kiswahili kawaida mm kutunga ila nyimbo kama mashairi kutunga mashairi ya Kiarabu ya Kiswahili. Sasa turudi huku kwenye tasnia ambayo umekuwa ukiifanya ya kutangaza mpira kwa lugha ya Kiarabu. Nani alikuambia kwamba una kipaji hiko au ulilala tu ukaamka ukasema mimi ninaweza kufanya kitu fulani? Hapana, kuna jamaa wangu hivi anaitwa Jeremia, ni wakala hapa maarufu sana hapa, e, aliwahi kuniona siku moja, na naongea ongea Kiarabu na chekesha nini kwa Kiarabu, lakini mara ikapita. Kuna klipu moja hivi niliwahi kuitangaza ya vita vya Iran ya juzi, nilitangaza kama mpira, watu wakasema mbona kama unapiga hiyo, hebu jaribu kutangaza mpira. Nikapiga mpira wao mwanangu naua uwe, uwe mwanza kutoa za mpira nikatoa za mpira kweli mwanangu. Kwa wale ambao kidogo wanajua Kiarabu wakawa wana na komenti pale, kumbe wanafasiri sana. Nimesoma miaka sita, hamna mtu anayekudanganya kwenye Kiarabu, ya, ya, ya. Kwe Kiarabu wa... Ah, sidhani kama kwa sababu sijui uenda labda, lakini sidhani kwenye hii lugha kuna mtu wa kunichanganya, labda kwa maana Kiarabu kilivo, kuna ile watu wanaongea Kiarabu fake kile. Ya, unakuta ni kama sasa wa Misri wale, unakuta anaongea Kiarabu akieleweki, yani Kiarabu lakini anachanganya na kikabira. Kiarabu cha mtaani. Ya, yani Kiarabu cha mtaani. Kiarabu, afu anachanganya na kikabila chao. Yani, mtu anaongea Kiswahili afu anachanganya na kilugha chake cha Kizaramo. Hiyo kumpati na kuwa ni kazi. Ama uende kama, kama ni mwenyeji wa Arusha. Arusha wanakuwa na Kiswahili fulani ambacho sio sahihi Hivyo unaweza ukaongea na mtu wa Arusha. Kiswahili ni kile kile kama chako yeah, lakini usimuelewe. Ya, yeah, hivyo labda wanidanganye kwa design wale wanaongea Kiarabu. A, deserve ushindi yani, kwa mpilo ulivyochezeka jana kwa mtu ambaye alikuwa makini na soka anasema ni halali Simba kufunga kwa sababu jana Simba hajatoka hata jasho. Yaani kama haikuwa dabi yani. Yaani kama Simba walikuwa ni kwamba ngoja tutimize tu yani, kama tushapoteza ngoja tutimize tu. Ha, kutoka jacho tunavojua dabi inavyokuaga tukuona hilo jambo. Kwa hiyo ni kama walikuwa mchezo uliamia upande mmoja, ulikuwa upande mmoja bro, hebu yeah. unaweza ukatupa kionjo kidogo cha kutangaza ile mechi kidogo, ili watu wajue kabisa kweli aliyomo yamo, anaweza anaweza, hebu tupigie. Asante <laughs> sana.

Mm, tusamma uh, Benjamin Mkapa fa yabda bilkura filosofi man klaudus chota chama chama mal kura atwa atwa pakum zuzuwa zuzuwa mal kura yajri bilkura atwa man atwa wa hadha yusamma Khalid Awcho tabibu alkura yani nutib alkura rajul min Uganda yuqaddimu tamwil ila man ila Max Zingeli Zingeli hadha rajul min Congo yusamma Mbappe li Congo yuqaddimu tamwil ila man ila Haris almalmar yusamma man yusamma DJ Diara hadha Haris almalmar li yanga yuqaddimu tamwil ila man ila

lmafyfra bihadaf alladhi hadafhamsanahmla qimati alfarh yafrahuna bihadaf alladhi hadafaha mzize. Ya bro naweza nikapata kidogo Kiswahili, nasema kwamba pasi alianza nayo pale nani. Alianza nayo pakome pakoma, kamtafuta pale aucho ambaye ni anaitwa nini dokta wa mpira huyu, anatokea Uganda pale, akampa pale Maksi Zingira ambaye tunamjua kwa jina la Mbappe wa Kongo, akarudisha pasi kwa kipa ambaye anaitwa eh, Diara Diara, akaupeleka kwa beki wake anaitwa Boka Boka, kautangulizwa kwa umechukula na Mpanzo Mpanzo, akampa nani, akampa Mtale Mtale, mwenzake akamrudishia pale Ngoma Ngoma. Ni mchezaji wa katikati Kapombe. Kapombe akazunguka nao, akametaka kurusha kaume uchukua chama, chama, Pakome Muhammad Hussein, beki wa kushoto Mzizi, akawa amemaliza kitu Gori la pili. Hiyo ni gori la pili ililokuwa chuma sana hiyo. Ile la kwanza? Ah ile la kwanza nakumbuka ilikuwa ni penalty. Yeah, penalty. Yeah, ilikuwa ni penalty ile na nakumbuka alichezoa ni Pacome. Yeah, Pacome alichezoa na huyo pia ndo akaipiga. Alipia kitaalamu sana ambako yani kamera alielekea yani alidanganywa hivi ingawa kwenda sana ila kwa kile ile movement alioifanya kama inaonyesha kwamba yule uh, ni kipa. Pamoja kwamba kafungwa. Yaani ile kwamba kwamba kauzo, lakini alibaki pale katikati, yani kwa ni kwamba alikuwa ni basi tu, lakini pakome ni fundi bro. Yeah. na nahisi watazamaji wa YouTube channel ya Nyayo TV mmeweza kuangalia kipaji cha huyu ndugu yetu Kagande boy. Hey, Kagande boy. Kagande boy. Uh, na nahisi unatamani kufika mbali sana, na hapa uh, hapa ulipo una nini la kuambia wadau na wapenzi mbalimbali mbali wa, wa wa soka, eh, nchini Tanzania. Ah, mimi nachoomba tu, ndugu zangu, ah, mashabiki ya Nyayo na mashabiki wengine ambao mtafikiwa hii video na watu wengine wakubwa mtakaofikiwa hii video, ni kwamba mimi kijana wenu ndio nimemaliza masomo, hivyo natamani sana kufika mbali kupitia hichi kipaji changu nilicho nacho, na siwezi kufika popote mpaka Mungu ajalie, nyie ambao kidogo mna uwezo, mweze kunisapoti Aa, kwa nguvu zenu na sapoti zenu naamini na nitafika mbali sana nawa na sapoti za waandishi wa habari hawa, e, wanatunyanyua sana. Sasa kwa sasa ambao wa ni watoto wa kimaskini. Light asingekuja h ni huenda nisingeniona wewe leo lakini kaja bro na kaninyanyua. Asante sana. Kwa hiyo kwa nguvu za waandishi wa habari hawa, naamini nitafika So naomba support yenu, naomba support yenu, mtembelee mitandao yangu ya kijamii natumia Kagande Boy. Instagram andika Kagande Boy, TikTok andika Kagande Boy, Facebook pia Kagande Boy, utaona pale. Ingawa kuna baadhi nimekuja kuona kuna baadhi ya watu wametengeneza pia account kama zangu na wamepost video zangu. Kwa hiyo ukiingia pale, lazima utaangalia account yenye viewers nini, followers wengi kuliko zile ambazo nyingine zimeeditiwa, sio zangu zile. Ya na kama kuna mtu anaweza kuhitaji labda namba yangu, anaweza akanipata kwa sifuri saba mia nne mia moja ishirini na nane tisini na nne narudia tena sifuri saba mia nne mia moja ishirini na nane tisini na nne. Ndio hivyo bro, bwana, watazamaji wa YouTube chaneli yetu ya ipendwa ya Nyayo TV, leo tumekutana na Kagande boy, mwamba anatangaza sana, mwamba anajua, mwamba ana kipaji mimi nikimwangalia na muona kama Baraka Mpenja ajaye, ni vile tu e, muda ujafika na watu tujaamua kumsupport. Basi nitoe rai hii ya kumsupport ndugu yetu aweze kufikia kile kitu ambacho anatamani. Kumbukwe kwamba nchini kwetu sasa hivi e, ni muda ambao kuna mapinduzi makubwa sana ya mpira, na mapinduzi makubwa ya mpira yanapokuwa yanatokea e, tunahitaji watu kama yeye ili tukiangalia mpira tupate burudani nzuri kabisa, na mpira usituchoshe. Hii ni Nyayo TV. Mwisho wa kipindi kimoja ni mwendelezo wa kipindi kingine, na kama kwa namna yoyote tulichozungumza hapa kimekukwaza kwa namna yoyote, basi tunaomba utusamehe. Thank you for your time, until next time.